Naomba hawa kama walivyojitambulisha kwenu na kama alivyosema mkuu wa kituo, mwape ushirikiano. Wamepata mheshimiwa, mwape nini, ushirikiano. Askari hawawezi kutosha, lakini mimi naamini kwa kuwa nini, wananchi mko, nasema askari wanatosha kwa sababu pale ambapo hawapo basi na ninyi na nini mpo sawa, e. Kwa kuwa najua wananchi mpo, basi askari wanatosha, kwa sababu na ninyi wako wananchi. Ndio nawashukuru na kuwapongeza kwa kazi kubwa mlioifanya hadi tuko hapa siku ya leo tunazindua kituo <coughs> hiki. Wazo hii mlianzisha nini wenyewe na viongozi wenu, nguvu ya kuanza kazi hii mlianza nini wenyewe hapa kuna pesa zenu na nguvu zenu zimelala hapa hapa. Nguvu na fedha mlizozitoa zina thamani ya milioni hamsini na nne. Hiyo sio pesa kidogo, nipigieni makofi. Kituo hiki tunachokifungua hapa leo, nimeingia ndani, nimekiangalia lakini hata kwa nje unakiona. Vituo vyote vya polisi kwa wilaya hii mimi nafahamu vyote navifahamu. Kituo hiki ni kikubwa kuliko vituo vyote vya polisi vilivyoko <coughs> wilaya hii nendeni <coughs> pale Lupa, hakiingii kwenye kituo hiki. Siku ya Jumanne nilikuwa Sangani kwa shughuli kama hii a, tunazindua kituo cha polisi pale Sangani. Kituo kile cha Sangani ni kidogo, hakifikii kituo hiki kwenda kuzindua kituo kingine ifungo, lakini kitu vng ushirikiano mkubwa tunaoomba kweli, nyie wananchi, tunaomba mwapatie askari hawa taarifa za uhalifu na uhalifu ulioko hapa, ili waweze kuzifanyia kazi na nyiye muendelee kuwa salama. Jina naitwa Edward Mwikeli Mbuja, ni mtendaji wa kijiji cha Kambikatoto. Hapo hapo awali, kabla ya ujenzi wa kituo cha polisi Kambikatoto, wananchi wa Kambikatoto walikuwa wanapata huduma ya kituo cha polisi kata ya Rupa, ambayo ipo tafu Kipembaro, wilaya ya Chunya, mkoa wa Mbeya, takriban kama kilomita mia na arobaini kutoka makao makuu ya kata ya Kambikatoto mpaka Rupa. Hivyo basi, wananchi wa Kambikatoto wanamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr Samia Suluhu Hassan kwa kuwajengea kwa kituo cha polisi cha, cha kisasa ambacho, ambacho kitapelekea wananchi wa kata ya Kambikatoto na na, na, na, vijiji vyake yeah, wanapata huduma yeah, yeah, kwa muda yeah, mwafaka hapo yeah, hapo awali wananchi yeah, walikuwa yeah, wanapata huduma yeah, yeah, hii kutoka mbali yeah, tutataupia

Ni na hata ahasasa ukizingatia kwamba huduma ya polisi wa Kambikatoto mbali wa Kambikatoto kwenda mbali zaidi ya kilomita mia moja mbili na kitu mpaka dichuni. Tunashukuru sana kwa serikali kutujengea kituo hiki cha cha polisi kata ya Kambikatoto kitaweza kutuboresha zaidi hasa kupitia minada biashara kuna mnada mkubwa sana ambao uko hapa, inashindikana kwamba mnada huu ili uweze kupanda zaidi, kwa sababu kunakuwa na majambazi wengi wanaokuwa kwa hujumu wafanya biashara mnadani, kwa kubwa wafanya biashara mnadani wanaogopa kuja kwa sababu ulinzi unakuwa ni mdogo sana. Lakini kwa sasa hivi kwa sababu tayari kituo cha polisi kimetumeletewa na kimefunguliwa, na hakika kabisa kwamba wafanya biashara wengi watakuja kufanya biashara kwa sababu ulinzi upo.